Hii ni Biblia bad, soma la themanini na tatu. Mgogoro wa kwanza kati ya waumini wa, wa Yesu kusudi. Habari na siku njema. Hii ni Biblia bad. Bad ni msi muriaji wa aditi anayekariri matini za kimapokeo zinazohusiana na mapokeo mahususi simulizi. Niko hapa kukariri na kukusa kile fasihi ya Biblia inasema kuhusu nani ni Mungu na nani ni wanadamu. soma hapa ndipo mahali tulipo leo. Kitabu cha matendo kinatoa simulizi la wale waliomwamini Yesu kama masihi wa Kiyahudi baada ya kufufuka kwake kutoka kwa wafu. Simulizi hii linamjumuisha matatisho ambayo ni muhimu kuelewa. Huu hapa ni muhtasari wa simulizi hiyo. Baada ya Yesu kufufuka kutoka kwa wafu na kuwa tokea wafuasi wake, aliwapa maagizo ya mwisho kisha akapaa mbinguni. Tazama Biblia baada ya hamsini kuelewa agizo kuu kwa maelezo zaidi hapa. Kuna mambo muhimu kuhusu mafundisho katika kitabu cha matendo ambayo mara nyingi huwa hayatajwi ayata, katika makanisa mbalimbali mbali ya Kikristo. Kundi la kwanza la waumini wa Yesu lilikuwa Wayahudi pekee. Na baada ya kifo ya Yesu kulikuwa na wafuasi takribani mia moja ishirini waliopaki kusurupiwa kwake. Kulikuwa pigo kubwa lililo wakatisha tamaa wale waliokuwa wakimfuata, lakini hali hiyo ilibadilika kabisa baada ya ufufuo wake. Yesu alifufuka aliwapa kuelewa mupya wa unabii wa masihi uliokuwa kwenye maandiko. Waumini hawa wa kwanza mia moja ishirini walimkubali Yesu kwa kama masihi wa Kiyahudi na hawakufikiria hata kidogo kuwa wasio Wayahudi wanapaswa kujumuishwa katika ujumbe wao kwa taifa la Israeli. Kadiri walivyowasilisha ujumbe wao kwa wayahudi wenzao wa wayahudi wengi zaidi walikuja kumwamini Yesu aliyefufuka. Walipoongezeka kwa idadi, mamlaka kasiri watambua kama dhehebu la Kiyahudi na waliitwa njia au wanasalayo. Katika Matendo tisa tunaanza simulizi ya kuo ngoka kwa rabi wa kiyahudi Sauli aliyekuwa adui wa waumini na mabadiliko yake kuwa mtume Paulo wa Kristo. Baadaye katika maandiko Paulo anakuwa nguvu kuu nyuma ya mwanzo wa kanisa la Kikristo, lakini mwanzoni anahubiri Yesu kwa wayahudi pekee. Katika Matendo kumi mtume Petro anatumiwa na Mungu kwa askari Mroma aitwaye Kornelio Korin, jambo ambalo linapinga dhana kwamba waumini wa Kiyahudi katika Yesu wanapaswa kumzungumzia Yesu kwa Wayahudi pekee Petero anakiuka desturi ya Kiyahudi, anaenda nyumbani kwa Kornelio anamusungumzia Yesu kwa familia yake yote, na wote wanamwamini. Baada ya kuongoka kwao, Petero anawapatiza desturi ya Kiyahudi. Katika sura ya kumi na moja, Petero anasimulia tukio hili kwa viongozi wa waumini wa Kiyahudi huko Yerusalemu, na kwa na itimisha kwa kusema Matendo kumi na moja mstari wa kumi na nane, kwa hivyo hata kwa mataifa Mungu amewapa toba iletwayo iletayo uzima. Matendo kumi na tatu mstari wa pili. Baada ya kuongoka kwake, Mtume Paulo na Barnabasi wanachukua uchumbe wa injili kutoka Yerusalemu hadi Korinto. Mbinu ya Paulo anapofika katika muji → mji ni kuubili kwa Wayahudi katika sinagogi la eneo hilo. Maandiko yanaonye, yanaonyesha kuwa sinagogi ilikuwa na watu wasio wayahudi mataifa waliokuwa na shauku ya kidini lakini si waongofu wa Uyahudi. Matendo kumi mstari wa kumi nasita Paulo anapohubiri bahadi ya wayahudi na mataifa mengi wana mwamini lakini wengine katika sinagogi wanaanza kumpiga kwa nguvu ujumbe wake kuhusu Yesu. Matendo kumi na tatu mstari wa arobaini na tatu mpaka arobaini na sita Paulo anawaambia wale wanaokataa ujumbe wake kwamba anapeleka ujumbe wake kwa mataifa na anaanza kanisa la kwanza la Kikristo huko Korinto, tofauti kati ya waumini wa mataifa na Wayahudi. Katika kitabu cha Matendo sura ya kumi na tano na kuendelea, maandiko yanaripoti kuwa sasa kuna aina mbili za waumini katika Yesu. Kundi la kwanza lililozingatia ujumbe kwa Israeli pekee, lakini kuwa wokovu wa ulimwengu wote utakuja tu baada ya wokovu wa Israeli. Kundi la pili lililomwamini kuwa Yesu ni mwokozi wa watu wote Wayahudi na wasio Wayahudi, na waliohubiri ujumbe wa msamaha wa dhambi kwa kila mtu. Hata hivyo, ndani ya, wa wa Kiyaudi, wa ya kundi la waumini wa Kiyahudi mgawanyiko wa matatizo yaliyotokea. Kundi hili lilikuwa na umoja tena, sasa kulikuwa na kundi mawili ya waumini wa, wa Kiyahudi. Kundi la kwanza ni la Wayahudi wanaoamini kwamba Yesu ndiye Masihi wa Kiyahudi na wanai hifadhi ujumbe wao kwa taifa la Israeli pekee. Wanazingatia ujumbe wa Yesu aliyefufuka kama masihi wa Israeli, kwa sababu maandiko ya Kibrania yana haya nyingi zinazosema kuwa wakati Israeli yote itakaookolewa, basi Mungu ataokoa ulimwengu mzima na mataifa wote wataamini. Dhamira yao ni kugeuza taifa la Israeli kuwa waumini. Kundi la pili ni la wayahudi wanaoamini kwamba Yesu ndiye masihi wa Kiyahudi, lakini pia wanaamini kuwa, kulingana na maandiko mengi ya Kiebrania, Yesu ni mokosi aliyetabiriwa kwa upatanisho kwa dhambi za kila mtu duniani bila kujari kabila au taifa. Maoni, ingawa kifo, masiko na ufufuo wa Yesu ni ujumbe wa waumini wote Masisitizo katika muktadha wa Kiyahudi ni juu ya ufufuo. Wakati katika muktadha wa wasio Wayahudi, msisitizo ni juu ya kusurubishwa kwa Yesu. Mgawanyiko huu ulitokea na swali la jinsi waumini wa mataifa wanapaswa kuendelea katika imani yao. Kundi la kundi moja lililojulikana kama kundi la tohara ilisema kwamba waumini wa mataifa wanapaswa kufuata sheria ya Musa na kutahiri, kutahiriwa matendo kumi na tano mstari wa kwanza mpaka tano msipotahiriwa kama desturi iliyofundishwa na Musa hamwezi kuokolewa maoni angalia kwamba ujumbe huu unaongeza kwa imani katika Yesu tendo la kuongoka kuwa Myahudi kutahiriwa na kushika sheria. Kundi hili lililoongozwa na Mafarisayo waliomwamini Yesu ambao walifafanua zaidi katika Matendo kumi na tano, mataifa lazima watahiriwe na waamuliwe kushika sheria ya Musa katika mkutano wa viongozi wa kanisa la Kiyahudi huko Yerusalemu, swali la jinsi waumini wa mataifa wanapaswa kuendelea katika imani yao liliamuliwa. Maandiko yanabainisha kwamba uamuzi uliofikiwa ulitegemea misingi ms, miwili. Petro alisisitiza mkutano wake na Kornelia katika Matendo kumi na ku, akaitimiza kwa kusema katika Matendo 15 mstari wa 11, tunaamini kwamba ni kwa neema ya Bwana wetu Yesu tunahesabiwa haki kama wao mataifa walivyo. Yakobo, kaka wa Yesu, aliitimisha atutake kuwapa mataifa msigo mzito, Matendo 15 mstari wa 19. Maamuzi haya yalifanikisha kufuta itaji la tohara na waumini wa mataifa. Kwa hiyo nadhani hatupaswi kuwafanya mataifa wanaomgeuka Mungu kupata ugumu. Badala yake tunapaswa kuwaandikia tukiwaambia wajiepushe na chakula kilichotiwa unajisi na sanamu na uasherati na nyama ya wanyama walioua kwa kunyongwa na damu. Maoni katika masharti haya: maana angalia kuwa matatu yalikuwa ya, ya kidamatuni na ya wakati huo, na ni moja tu washirati linaloweza kusemwa kuwa linaendelea hadi leo. Kundi la Yerusalemu lilifuata maagizo ya Yakobo. Barua iliandikwa na Paulo, Barnabas na Sila Walipewa jukumu la kupeleka maagizo haya kwa makanisa ya mataifa huko Antiokia, Siria na Kilikia. Maoni, inaonekana kutokana na maandiko kwamba huyu Yakobo kaka wa Bwana kulingana na Wagalatia moja mstari wa kumi na tisa, Marko sita mstari wa tatu na Mathayo kumi na tatu mstari wa hamsini na tano Alichukua uongozi wa waumini wa Yerusalemu. Matayo kumi na sita mstari wa kumi na nane mpaka kumi na tisa Inaonekana alisukumwa kando kwa sababu Yakobo kaka ya Yesu wa Yesu alikuwa na mamlaka zaidi kama jamaa wa Yesu kuliko Petro mfupi mzee, lakini hiyo sio mwisho wa hadithi. Lengo la podcast hii ni kueleza kuwa ingawa kundi la Mafarisayo walitoka waumini wa mataifa waongoke kuwa Wayahudi. Walipiwa, walipiga kura na kushinda, hawaku ku, hawakukoma kushirikia kushirikiria mtazamo wao kwamba Uyahudi unapaswa kuwa hatima ya watu wote wanaomwamini Yesu. Nini kilichotokea kwa kweli kwa kundi la tohara? Kila ninacho kusudia kusema ni mawazo yangu binafsi na si mafundisho rasmi ya kihistoria ya kanisa lolote. Lakini uelewe uelewa wangu unategemea kile ambacho Biblia inafundisha na si mapokeo yoyote ya binadamu. Tunajaribu swali hili. Je, Mafarisayo walimwamini Yesu walifanya nini baada ya Uyahudi kupoteza ibada ekaru na ukahani ukuhani wa, wa, wa Warawi? Mashairi mshairi wa Biblia anatoa nadari nadaria kwamba kundi hili la Mafarisayo walimwamini Yesu hatimaye liligeuka kuwa Wakatoliki wa Kirumi magharibi na Waorthodoksi wa, wa, wa, orthodoksi, wa Mashariki. Ninatoa dai hili lisilotegemea rekodi za kihistoria au hati zilizokusanywa. Majadiliano ya mifano kati ya uyahudi wa kifarisayo na ukristo wa kikatoliki yanaonyesha mfano kwa kimira, kimiria kuanza mamlaka ya makuani mafasi yao ibada hadi mfumo wa dabiu majadiliano. Hapa kuna jedwali la mfano kati ya Uyahudi na Kifarisayo na Ukristo wa Kikatoliki, mfumo wa kidini wa Uyahudi wa Kifarisayo wakati hekalu lilipokuwepo na kuna mfumo wa kidini wa Kikristo wa Kikatoliki baada ya hekalu kuharibiwa. Kusingatia sheria iliyoandikwa ya Musa na mapokeo ya mdomo, kutiria ukaso matendo ya utiilifu na ibada ya hekaluni. Kusingatia mafundisho ya kanisa, kanuni za sheria za kanisa, kutulia kutilia mkazo utunzaji wa ubatisho sakramenti na mahitaji mengine ya kanisa. Mfumo wa hekalu ulitaka makuhani waliowekwa wakfu kuwa wapatanishi kati ya Mungu na waumini, usafi wa kidini ulitachwa kuwa warasima. Ukristo kikatoliki unahitaji makuhani waliowekwa wakfu kuwa wapatanishi kati ya Mungu na waumini. Usafi wa kidini unahitajika. Uhusiano wa agano na Mungu ulihifadhiwa kupitia matendo ya utiifu yanayotokana na imani. Uhusiano wa kisakramenti na Mungu unahifadhiwa kupitia matendo ya utiifu yanayotokana na imani mfumo wa dabiu ambao Yesu kama mwanakondoo wa Mungu anaonyesha kupitia ibada ya hekalu. Kitendo cha kati katika hekalu ni kumwaga damu ya wanyama ili kutoa upatanisho wa muda kwa dhambi. Sakramenti ya kikatoliki misa ni uwakilishi upya wa dhahabu ya Kristo kama mwanakondoo wa Mungu misa inaakisi, ina madhumuni ya kimira ya dhahabu na za ekaru. Mamlaka utoka katika ufunuo wa kimungu wa torati ya tafsiri yake na marabi. Mamlaka utoka katika ufunuo wa kimungu wa kanisa la tafsiri ya Biblia inayotolewa makuhani mavazi ya makuhani wa hekalu yalikuwa yana sehemu tano zinazofanana na zile za makuhani wa Kikatoliki. Mavazi ya makuhani wa Kikatoliki yana sehemu tano zinazofanana na zile za makuhani wa Kiyahudi. Matendo ya kidini yanafuatwa na makuhani wa hekalu yana muhundo sawa na yale ya makuhani ya Kikatoliki. Kuna kuhani ufanya upatanisho kati ya Mungu na watu kupitia dhabihu. matendo ya kidini yanafanywa na makuhani wa Kikatoliki yana muhundo sawa na yale ya makuhani wa hekalu, kuhani ufanya upatanisho kati ya Mungu na watu kupitia ekaristi. Kwa msahiri wa Bibilia, mfano wa mifumo ya kidini, hata katika mafasi ya matendo ya kidini, ni viashiria vyenye nguvu vya uhusiano wa kihistoria kati ya waumini na wakifarisayo waliotajwa katika kitabu cha Matendo na kuibuka kuwa mapokeo sambamba ya kikatoliki. Mfano hii inaonyesha itikadi inayoshirikiwa na inaakisi jinsi vipengele vya ibada ya hekalu ya kiyahudi vinavyojitokeza katika liturujia ya kikatoliki. Bila shaka, inaonyesha kuwa mshairi wa Biblia ndiye pekee aliyegundua mfanano huu. Wanahistoria wanaonekana kushikamana sana na mapokeo yao ya msingi kiasi kwamba hawawezi kuinuka juu ya maelezo haya na kutambua mfano wa kidini au mifumo ambayo ninaisisitiza, mutazari wakati wa kuchunguza masoea ya Kikristo katika kanisa la mwanzo. Kama ilivyoelezwa katika kitabu cha Matendo na katika barua ya mtume Paulo, hakuna uhusiano wowote kati ya ibada ya Kristo iliyoeleza katika Agano Jipya na desturi za kanisa ya Kikatoliki ya Kirumi na ki, Kiotodokosi. Bila shaka, watetezi wa Kikatoliki wanaweza kusema kwamba kutokana na mamlaka ambayo Kristo ali aliipa kanisa, mabadiliko ya taratibu za ibada yalikuwa yalikuwa jambo lisiloepukika. Wanadai kuwa wana mamlaka ya mapokeo ya mitume saa, ya mambayo, kwa njia za mawasiliano ya mdomo ambayo hayakuandikwa moja kwa moja katika maandishi ya awali ya kanisa mafundisho ya na desturi ya kanisa asikuwahi kupangwa rasmi hadi kane nyingi baada ya mitume wote kufariki. Hivyo basi, Bibilia kama rekodi ya mafundisho na desturi za kanisa haifungamani moja kwa moja na maandi, mafundisho ya desturi za Kikatoliki. Kanisa linadai kuwa magisterium yao mamlaka yao ya mafundisho iliundwa iliunda desturi za kanisa kwa kutumia mamlaka hili ai ili kufafanua mafundisho ya Biblia ambayo kwa kiwango bora yalikuwa ya kufikirika ya tu na kwa kiwango kibaya zaidi hayakuwepo katika kabisa katika maandiko. Podcast ya Biblia Bard inatoa maudhui ya kibibilia yanayolenga mada muhimu, mawazo ya kimsingi na dana kuu kutoka kwa maandiko. Mageusi ya itikadi ya Kikristo sio lazima, kwa sababu yote ambayo mtu yoyote anahitaji kujua au kufanya ili kupatana na Mungu tayari yanawasilishwa wasi katika fasihi hii ya ajabu. Tazama Biblia pa padsmol 27 7 mitali za Biblia kwa maelezo zaidi kuhusu jinsi ufasiri na kipaumbele ja sitiari kinaweza kusababisha masuala ya kimafundisho itimizo Biblia, bali inatoa yale ambayo Biblia inafundisha kuhusu mada fulani, si jaribu kukuusa dini. Podcast ya Biblia Badi ni habari tunazungumzia kuhusu kile ambacho fasihi ya Biblia inaeleza hasa mawazo ya dana inayowasirisha, kwa sababu watu wengi hawajawahi kujiuzisha na mawazo ya kibibiria . Amua mwenyewe ikiwa unakubali au haukubaliani na matamu... matamuzi ya Biblia. Podcast ya Biblia Badi kwa sasa imechapisha katika Kiingereza, Kihispania, Kiswahili, Kihurdi, Chichewa na Pangali katika maandishi pekee. Pata vipindi vyote ikijumuisha nakala katika www.bibliapad.org. Tumia podcast ya biblia pad kwenye, tumia podcast ya biblia pad kwenye petru, patroni ikiwa unatoa unataka kuunga mkono podcast ya mshairi wa biblia changia kupitia patroni kwa dola moja kwa wiki au tano kwa mwezi. Unaweza pia kutoa kwa GoFundMe. Bible Bard mwenyewe achukui msahara na afaidiki kifedha kutokana na zawadi za sa, wafuasi wa, kwa huduma. Tumia Bible Bard maswali au maoni yoyote unayopenda kutoa kwa Bible Bard us@gmail.com. Nimefurahia kusikia kutoka kwako viunganishi Asante mapema kwa kufuata na kushiriki maudhui kutoka kwa jumuiya ya Bible Bard kama ifuatavyo: Amazon, Facebook, Instagram, iTunes, Rumble, SoundCloud, TikTok, na YouTube. Asante kwa kusikiliza.